Kiongozi wa nasura sawa. Jamani, jitahidi sana kutafakari kwamba nitakalolifanya litaonekanaje mbele ya jamii. Utakalolifanya wewe mheshimiwa diwani, anaweza akalifanya mtu wa mitaani, lakini wewe ni stori kubwa sana itakayokwenda mwaka mzima. Maelekezo au mafunzo haya, manake, yanatufanya kwa ujumla tuweze kubadilika. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anakuja kwenye uongozi katika maana kwamba sasa anapania kwamba atawashughulikia watumishi, hilo sio sawa e. kiongozi ni lazima utoe ushirikiano. Kwa hiyo viongozi wote madiwani wote, naamini baada ya mafunzo haya tutabadilika yale mawazo tuliyokuwa nayo, na hatimaye kwenda kushirikiana vizuri na watumishi wetu watendaji wote we kwa pamoja, kwa sababu wao wanatakiwa washirikiana sisi. Haya anafikiri anaenda kuimarisha zaidi utekelezaji na usimamizi wa shughuli za maendeleo. Unaona hapa kwa mfano unakuta uh, kuna swala la migogoro. Eh, diwani, diwani sio chanzo cha migogoro. Diwani ni kiungo. Anataka kuwa kiungo. Na wengi walishaanza kuwa viungo lakini hapa tumeongezewa tumeongezewa uwezo. Kwa nini mimi mafunzo haya yataenda kuimarisha zaidi sana uh, umoja, umshikamano, amani na upendo zaidi kati ya madiwani na wataalamu wetu ngazi ya wilaya na ngazi ya kata. Hilo ambazo wananchi wetu zilikuwa zinawasumbua kwenye mapato tukienda tukikaa kwa pamoja kwa ushirikiano yani, tukielekezana tunahakika, zile kero zinaenda kuisha, kwa sababu wananchi wetu kweli, kuna baadhi ya maeneo wana kero kero ambazo zilikuwa hazina tija na hazina msaada wowote, lakini tunauhakika kupitia mafunzo haya ambayo madiwani tumejifunza, tunauhakika tunakwenda kurekebisha. Yani diwani, yani kuwa diwani sio wananchi wamekutumwa kafanye vita na watumishi, kafanye vita na kuleta maendeleo kwenye kata kafanye vita na kuleta maendeleo kwenye halmashauri. Maana yake kwamba wamekutuma ukashirikiane na wengine kwa ajili ya kuleta nini, maendeleo. Halmashauri nyingi ambazo ushirikiano ni mdogo, huwa kuna vita ambayo haina sababu, ambayo pia inachelewesha maendeleo kwa wananchi. twa Dr. Lazaro Almani Kisumbe ni mkufunzi kutoka chuo cha serikali za mitaa kilichopo mkoani Dodoma. Tunaendesha mafunzo ya awali kwa waheshimiwa madiwani. Mafunzo haya yako chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, lakini yanaendeshwa na chuo cha serikali za mitaa ambacho kiko chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Lengo la mafunzo haya ni kuwasaidia waheshimiwa madiwani waweze kutekeleza majukumu yao ya kimsingi. Wao wamechaguliwa katika uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa e, mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano kama wawakilishi wa wananchi katika ngazi za kata. Tunawapatia mafunzo haya ili wakatumie mafunzo tunaowapatia kutekeleza majukumu yao. Katika mafunzo haya tunawapitisha kwenye mada mbalimbali mbali. baadhi ya mada moja ya mada ni ya uongozi na utawala bora Mada nyingine ni sheria za mamlaka za serikali za mitaa. Mada nyingine ni suala la miundo, majukumu na madaraka ya serikali za mitaa, lakini mada nyingine ni usimamizi wa watumishi. Mada nyingine ni usimamizi wa fedha. Mada nyingine ni upangaji wa mipango shirikishi jamii, na mwisho ni masuala mtambuka. Tunategemea kama wawakilishi wa wananchi wakatumie elimu watakaoipata saidia kuunganisha wananchi kuyafikia malengo. Wananchi wana haja na, na, na viongozi wao wamewachagua kwa lengo la kuwavusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kwa kutumia elimu hii, wanaweza kuwasaidia wananchi, hasa kwa kuwahamasisha washiriki katika mchakato wa kujiletea maendeleo. Tunajua maendeleo yataletwa na wananchi, viongozi kazi yao ni kuratibu. Kwa hiyo ukiwa na viongozi imara wanasaidia kuwahamasisha wananchi, na tumewaeleza katika mada ya kwanza kwamba hawatakiwi kubeti; wanatakiwa kuhakikisha wanapanga mipango ambayo wanaweza wakaisimamia na kuhakikisha wananchi wanaenda nao katika kuyafikia malengo.